Naam, mtazamaji, juhudi za kuwapa upya makao waathiriwa maporomoko ya ardhi wa wa ya eneo la Chesongoch kaunti ya Elgeyo Marakwet zimeendelea huku serikali ikiandaa mikakati kuwahamisha wale walio hatarini hatarini. Naam, Gavana Wesley Rotich amesema haya huku maandalizi ya mazishi ya waathiriwa maporomoko haya yaliyowaua watu 40 yakipangiwa kufanyika juma hili. Na Brenda Wanga anaarifu. Kwa mbali milima na mabonde haya ya Chesongoch, Elgeyo Marakwet yanatoa mandhari ya kuvutia. Lakini katika utulivu huu kuna hatari kubwa. Takriban wiki mbili zilizopita tishio hili lilidhihirika wakati maporomoko ya ardhi yalitokea hapa na kusababisha maafa na hasara kubwa. Maisha ya watu 39 yalipotea na wengine wanane bado hawajulikani walipo. Wakati wa mkasa huo, barabara katika eneo hili ziliharibiwa pakubwa, na hivyo kukwamisha juhudi za uokoaji. Baada ya wiki mbili hali inabaki vilevile, huku juhudi za kupata misaada kwa wale wanaohitaji zikiendelea kuwa kazi ngumu. Miongoni mwa walioathirika zaidi ni hospitali ya Misheni ya Chesongoch. Maporomoko ya ardhi yaliharibu kabisa kituo hiki na athari ya uharibifu huo ingalipo. Mamia wamekimbia makazi yao, nyumba zao zimeharibiwa. Sasa wanaishi katika kambi ya wakimbizi wa ndani. Therefore, we still continue to, to, um, to say pole. Serikali ya kaunti na ya kitaifa sasa inapanga mikakati ya suluhu la muda mrefu. Lakini kabla hilo halijatokea, wafadhili wanazidi kustahimili ugumu wa safari hii ili kutoa misaada ya chakula, dawa na usaidizi kwa wale waliopoteza kila kitu. For, you can't really be ready for it. Hatua kwa hatua, ni matumaini ya wakazi wa Chesongoch kuwa maisha yao yatarejea kawaida hivi karibuni. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.